Unajua, watu wengi wanaishi na kisukari lakini hawajui kwamba siri kubwa ya kudhibiti ugonjwa huu ipo jikoni mwao. Ndiyo, si lazima kila wakati utumie dawa nyingi au ujinyime kila kitu. Leo kwenye yanayojiri mitaani TV tutakuelezea, ama tutakueleza kwa undani vyakula bora kwa wenye kisukari, jinsi vinavyofanya kazi mwilini na ni makosa gani watu wengi hufanya bila kujua. Kisukari ni ugonjwa unaotokea pale ambapo kiwango cha sukari glucose, katika damu kinakuwa juu sana. Hii hutokea kwa sababu mwili unashindwa kutumia insulin ipasavyo, homoni inayodhibiti sukari. Lakini habari njema ni kwamba kwa kula vyakula sahihi, unaweza kudhibiti sukari yako, kulinda moyo na kuishi maisha marefu yenye nguvu. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani, kuwa nami kwa muda huo. Chukua kalamu na karatasi na daftari lako, uandike haya nitakayokuelezea. Kwanza, mboga za majani. Mboga za majani ni kinga asilia ya magonjwa ama ya mgonjwa wa kisukari. Mboga kama sukuma wiki, spinach, na kale na brokoli ni rafiki mkubwa kwa wenye kisukari. Zina sukari kidogo, nyuzi nyuzi nyingi, na virubutisho vinavyosaidia kupunguza kasi ya sukari kuingia kwenye damu. Kula mboga hizi mara mbili kwa siku zikiwa zimechemshwa au kuchomwa kidogo bila mafuta mengi. Ukizila kila siku sukari yako itaanza kuwa tulivu bila maumivu ya kichwa wala da, dawa nyingi. Pili, viazi tamu. Viazi tamu wanga wa hekima, waswahili wanasema Wengi hudhani viazi tamu havifai kwa wagonjwa kisukari lakini ukweli ni kinyume chake. Viazi hivi vina ama vina aina maalum ya wanga resistance starch ambayo huachia sukari taratibu mwilini. Pia vina vitamin A na fiber na potassium vinavyolinda macho na moyo. Lakini kumbuka, kila kitu kwa kiasi. Kula kipande kimoja au viwili, si sahani nzima. Tatu. maharagwe ama dengu ama pojo kwa jina lingine unaita choroko uu ni mlo wa mbinguni kwa kisukari, wataalamu wanasema hivyo. Huu ni mlo wa mbinguni kwa kisukari. Vyakula hivi vya jamii ya kunde vina protini nyingi na nyuzinyuzi zinazosaidia kushusha sukari. Vinachukua muda mnyengenyo hivyo havisababishi sukari kupanda ghafla. Kula mara tatu kwa wiki, unaweza kuchanganya na wali ama wali wa kahawia, ule wali wa kahawia au ugali ama ugali wa dona ni chakula rahisi lakini chenye nguvu ya ajabu. Nne. Samaki wa mafuta, ulinzi wa moyo na sukari. Samaki kama dagaa, sardine na salmon wana mafuta mazuri ya omega 3 mafuta haya husaidia moyo kufanya kazi vizuri na kupunguza mafuta mabaya kwenye damu. Kwa wenye kisukari, hatari ya magonjwa ya moyo ni kubwa, kwa hivyo samaki hawa ni muhimu sana. Pika kwa kuchemsha au kuchoma, si kukaanga sana. Tano. Karanga ama kwa jina lingine tunasema kama njugu, ama nyingine ni almonds, vyakula vidogo vyenye nguvu kubwa. Karanga hizi, walnuts na almonds zinasaidia mwili kutumia insulin vizuri. Pia hupunguza hamu ya kula ovyo, hivyo kusaidia kupunguza uzito, jambo muhimu sana kwa wagonjwa wa kisukari. Kula kidogo ama handful moja tu kwa siku, usizidishe sana na epuka kukaranga zenye chumvi au mafuta mengi. Sita. Matunda yenye sukari kidogo. Matunda haya huwa ni tamu na salama, sio matunda yote rafiki wa kisukari, chagua matunda kama paipai, apple, avocado na hizi berries kama strawberries ama blueberries. Haya hutoa vitamin na fiber bila kuongeza sukari nyingi. Epuka matunda yenye sukari nyingi kama zabibu na maembe mabivu. Kula tunda mmoja tu kwa wakati si matano kwa pamoja. Saba. Mtindi usio na sukari, afya ya tumbo na mifupa. Mtindi ama tunasema yogurt, ama plain yogurt. una bakteria wazuri wanaosaidia mmeng'enyo wa chakula kwa wenye kisukari. Mtindi ama maziwa mala tunasema husaidia kudhibiti uzito na kusawazisha sukari. Kula kikombe kimoja asubuhi au mchana. Epuka ule wenye ladha ya o ni flavor, yogurt, flavored, yogurt, yani flavor ya, ya yogurt kwa sababu kuwa na sukari iliyofichwa. Nani nafaka kamili, unga wa asili ni tiba. Badala ya mchele mweupe au ugali wa sembe, tumia wali wa kahawia, dona au uji wa nafaka kamili. Nafaka hizi zinachukua muda kuharibika tumboni, hivyo sukari huachilia taratibu hii inasaidia mwili wako kuwa na nishati ya kudumu bila kupanda au kushuka kwa sukari. tisa. Limau na tangawizi, wasaidizi wa asili hawa. Maji yenye vipande vya limau au tangawizi husaidia kupunguza sukari na kusafisha damu. Unaweza kuanza siku moja siku kwa glasi moja ya maji ya vuguvugu vugu yenye matone ya limau, lakini epuka kuongeza asali au sukari. Kumi. Maji maji ambayo tunakunywa, maji dawa rahisi usiosahau. Maji haya ambayo tunakunywa ya kawaida, watu wengi hupuuzia maji, lakini maji husaidia mwili kutoa sukari kupitia mkojo. Kunywa glasi sita ama nane kila siku, hata kama huna kiu. Epuka soda, juisi za viwandani na vinywaji vyenye rangi nyingi. Tofauti kumi na moja: mazoezi na nidhamu ya mlo, yaani nidhamu yako ya kula. Hata ukiwa na chakula kizuri bila mazoezi sukari itabaki juu. Tembea dakika thelathini kila siku, kula kwa saa maalumu, usiruke mlo, yaani usiruke, usiruke mlo, usiruke chakula. Kumbuka mwili wako unapokuwa na harakati, insulin inafanya kazi vizuri zaidi. Mtazamaji na msikilizaji, yanayojiri mitaani TV. Ebu njoo karibu, nikupatie ushauri. Wagonjwa wa kisukari hawapasi kuogopa kula, wanapaswa tu kuchagua sahihi. Kula vyakula vya asili, epuka chakula cha kiwandani na usiache kupima sukari mara kwa mara. Kumbuka, tiba kubwa ya kisukari inaanza kwenye sahani yako. Mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani, rafiki yangu mm -hmm. Afya ni zawadi, tukijua kula kwa as, a, akili tunaweza kuishi bila maumivu, maumivu wala hofu. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, share video hii na subscribe kwa video zaidi za afya bora kila wiki. Hii ni yanayojiri mitaani TV.